Na kinachofuata hivi sasa ni onesho la polisi wanaotumia mbwa na farasi kudhibiti mikusanyiko ya watu. Tumsikilize MC. Mheshimiwa, Mheshimiwa Rais na amiri jeshi mkuu, farasi na mbwa ni wanyama ambao hutumika, ni vitendea kazi muhimu sana. Baada ya kupatiwa mafunzo rasmi na kuhitimu wanyama hawa hufanya kazi mbalimbali zikiwemo doria pamoja na kuwakamata wahalifu. Mheshimiwa Rais, mbele yako ni farasi ambao wanatumika katika doria, hasa katika maeneo ambayo kijiografia gari au pikipiki haiwezi kufika, na wakati wakifanya doria, farasi hawa wanakuwa na miondoko takriban saba ili kufika eneo husika. Kwa leo Mheshimiwa Rais, kwa heshima ya taadhima, ningeomba tuonyeshe miondoko mitatu tu, ambayo ni walk yaani mwendo wa polepole pamoja na trot na kanta ambao ni mwendo wa kasi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, farasi unaoona kushoto kwako wako katika hali ya mwendo wa polepole pole, yani walk. Mwendo huu ni mwendo wa awali ambao unawasaidia askari wakiwa kwenye doria, wakiwa makini kuangaza huku na kule, kama kuna tukio lolote la uhalifu kwa mujibu wa taarifa ambazo zimefikishwa kituo cha polisi. Huo ni mwendo wa aina ya wolfu, ni mwendo wa polepole pole kabisa ambao unamwezesha askari yani horse rider kuwa makini, kuangaza, kuvinjari kuangalia wapi, kwa mujibu wa taarifa, tukio la uhalifu limefanyika. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, taarifa za uhalifu kupitia vyombo vya mawasiliano, askari wanaamua kuongeza mwendo kutoka mwendo wa walk na kwenda mwendo wa trot, ili kuharakisha eneo la uhalifu kwa wakati huo ni mwendo wa troti yani wa mchakamchaka, kuharakisha kwenda kwenye eneo lililokusudiwa. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mwendo wa trot askari umeona kwamba hautowezesha kufika kwa wakati, hivyo wanaamua kutoka mwendo wa troti yani wa mchaka mchaka na kwenda mwendo wa kanta ambao ni wa kasi zaidi ili kuweza kufika kwa wakati na kufanikisha zoezi iliokusudiwa. Huo ni mwendo wa kanta ambao ni wa kasi zaidi, lakini kutokana na mazingira ya uwanja wa lami, hivyo huo mwendo sio spidi yake hiyo, kutokana na kofia kuweza kuteleza kwenye lami. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, huo ni mwendo wa kanta. Askari baada ya kugundua eneo la uhalifu na kuangalia mazingira ya harisi, wanaamua kurudi haraka katika eneo maalum ili kutoa taarifa kwa viongozi wa polisi waweze kupeleka askari wa miguu kwa ukamataji wa haraka zaidi. Farasi wamesharudi katika eneo ambalo walikusudia kupeleka taarifa hizo na askari wa miguu wakiwa na silaha pamoja na mbwa nao wameshaandaliwa wakiwa njiani kusogea. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mbele yako kuna uzio, huo ni mithili ya jengo au pango ambalo wahalifu wanaweza wakajificha humo kwa ajili ya kuweza kufanya mipango yao mbalimbali ya kuweza kwenda fanya uhalifu maeneo mbalimbali ya jiji, na mbele yako Mheshimiwa Rais ni mithili ya wahalifu ambao wataingia katika eneo lao katika eneo lao hilo au jengo lao hilo kwenda kupanga mipango mikakati mbalimbali, wapi na lini wakafanye uhalifu huo. Hao ni wahalifu wanaingia kwenye jengo lao wakiwa na kiongozi wao, wakaoingiza mmoja mmoja, wakiwa na silaha mbalimbali zikiwemo kama mapanga na nyinginezo, ambazo atakuwa wamezificha kwa hapa, huwezi ukaziona. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, wahalifu ni binadamu. Wana mikakati mbalimbali wakiwa katika jengo lao hilo, wanapasha viungo vyao moto na kupiana maelekezo namna ya kuenda kuweza kufanikisha utendaji wa uhalifu. Kiongozi wao anawapanga wapi tukafanya nini? Mheshimiwa Rais, miongoni mwa halifu tumemvisha nguo ngumu inaitwa batting suit. Batting suit ambayo itamwezesha kunusurika pale ambapo ataadiriki kukimbia na mbwa kuweza kumkamata bila ya madhara yoyote. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mbele yako ni askari waenda kwa miguu wakiwa na vifaa mbalimbali kama vile mbwa pamoja na silaha za moto na na vifaa vya kuvunjia kama vile milango na ukuta kuweza kufanikisha kuingia katika jengo hilo. Askari wamefika eneo la uhalifu wakiwa na section commander wao, yani kiongozi akiwapa taratibu kuweza kufika kwa usalama bila ya wao kuhudhurika au kuwadhuru wahalifu, anaoelekeza wapi wafanye nini ili kuimarisha ulinzi, Mheshimiwa Rais na amejeshi mkuu. Askari watatu ameshika kitu kizito inaitwa thunderbolt. Iko ni kitu kizito ambacho kitawezesha kuvunja jengo lolote aidha kwenye mlango au kwenye ukuta. Askari wanajipanga vizuri, ili kuhakikisha kwamba wanafanya ukamataji kwa usalama zaidi, nao wahalifu wakiendelea kupeana maelekezo na, na jengo lao bila kujua kwamba wa askari wameshafika katika eneo hilo. Mheshimiwa Rais wanyama wakali ambao ni mbwa nikitendea kazi muhimu sana katika jeshi la polisi. Baada ya kupata mafunzo, wanyama huwa wanahisia kali sana za kuweza kuhisi kuliko binadamu kama kuna milipuko na vitu vingine, lakini leo wataonyesha namna ya ukamataji wahalifu. Askari wana wanaimarisha ulinzi ili kuhakikisha kwamba hakutokuwa na mhalifu ambaye anaweza akatoroka chini ya ulinzi wa polisi. Wameshavunja jengo, askari wameingia na kuweza kuadhibiti. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, kama utaratibu wa kisheria wanapokamatwa lazima wapekuliwe kwa haraka ili isije kuwa kwamba kuna miongoni mwao ana silaha ya kuweza kumdhuru askari au akajidhuru yeye mwenyewe. Ni kitendo cha haraka cha upekuzi na kuzingatia sheria za haki za binadamu. Kuna wapekuzi wawili, mmoja ni mwanamke na mmoja ni mwanaume, kwa sababu miongoni mwa wahalifu wamo jinsia tofauti. Ni kitendo cha haraka na kuhakikisha kwamba wanaondoka katika eneo hilo kwa usalama zaidi wanaongozwa kuelekea kituo cha polisi kwa hatua za kisheria. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, watuhumiwa wako chini ya ulinzi salama wa polisi, lakini kama unavyojua binadamu An, wengine wanajitokezea kuto kutii sheria na kumpiga askari, lakini anaachiliwa mnyama mkali na kumtafuna kwa haraka. Farasi nao wamefika ili kuhakikisha ulinzi unaimarishwa, kusiwepo na mtuhumiwa yoyote ambaye anaweza kutoroka chini ya ulinzi halali wa polisi. Mheshimiwa Rais, taratibu zitafuatwa watakaofika kituoni. Kama kutakuwa kuna majeruhi upande wa askari au raia ambao ni wahalifu, viongozi wa polisi kwa haraka watajulisha viongozi wa kiserikali pamoja na vyombo vingine vya habari, kuwajulisha wananchi hali halisi ya tukio la uhalifu ili waweze kuishi kwa usalama zaidi.